Naitwa Chifu Abbas Mpumule Chitete, katibu mkuu wa baraza la mila na desturi. Namfahamu Mheshimiwa Jenista Mhagama kwanza akiwa mjumbe na mheshimiwa diwani, mheshimiwa mbunge wa, wa, wa viti maalum, mimi nilikuwa kamati ya siasa na nikiwa mwenyekiti wa mmoja vijana ya wilaya. Kwenye mila sisi baraza tulikubaliana na mawazo yake kwenda kumsimika malikia kule Mpitimbi. Kwa hiyo alikuwa karibu sana na baraza la mila na desturi, lakini pia babake mzee Jokim alikuwa mweka hazina wa baraza la mila na desturi, mi nikiwa katibu wake. Kwa hiyo mama Jenista, kwa historia ya baba, siku amezaliwa palikuwa na mvua, na siku ya leo mmeona mvua kama hiyo mila. Kwa hiyo hiyo ni mila kwa mila, tumeomba dua, tumeomba dua kwamba tukio hili mpaka itakapoisha pasiwe na mvua hata wazee wa zamani tuambia, tukio lolote lile likiwa msiba, harusi, wazee wa mila tukiomba dua tukiwa wakumbuka ali mzimu, mvua inasimama, hata kama mvua ilikuwa kubwa sana. Kwa hiyo tumekuja na tumefanya hiyo kazi, tukiwa hapa hapa tuhakikishia hali ya hewa mpaka tukio inaisha, haitafungua kabisa mvua katika tukio hili mpaka tutakapomaliza. Tumeendelea kuizuia hiyo kwa siku nzima ya leo na kesho tutaendelea kuizuia ya matukio yote hapa na kule, tunakwenda kumzika mheshimiwa Jenista kama familia. Mila mvua haita nile kwenye nyesha haita sumbwa mbwa no. Licha ya kuishi naye kwa upendo, alikuwa mcheshi, alikuwa mpenda kazi na mshauri mzuri kama mwalimu, lakini pia tumechukulia kama kizazi alichotoka kwenye mila, tumeona tufuate mila ile, kwa sababu hata siku ile mzee, tukio lilipotokea palikuwa na mvua, lakini sisi kama sehemu ya wazee wa mila tuliomba na mvua isimame. Kwa ukiomba kwenye mila mila, maanake ni mzimu wa vitu vilivyotangulia wazee wetu. Kwa hiyo ukiwaambia wao, nao walikuwa nafanya mambo haya katika kipindi chao.